Na mtazamaji, katika biashara, matumizi ya akili mnemba au AI na kujifunza kupitia kwa mashine kutasaidia kuthibitisha baadaye maswala kadhaa katika tasnia ya uhandisi kutokana na mabadiliko makubwa na teknolojia zinazobadilika kila wakati. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amesema teknolojia hizo zitasaidia kushughulikia pengo la vipaji katika uhandisi kwa kuongeza uwezo wa kibinadamu, kurahisisha mtiririko wa kazi na kupunguza kazi za kawaida na kuwaruhusu ruhusu wahandisi kuzingatia uvumbuzi na kutatua changamoto au changamoto mbalimbali mbali. Kwa hizo na habari nyingine ni katika mkusanyiko ufuatao wa habari za biashara. Akili mnemba inavuruga dhana za kazi za sasa na siku zijazo, kuanzia kwa kubuni dhana hadi kutekeleza mikakati kadhaa migumu. Teknolojia hiyo inatatiza vipengele vingi vya kisasa vya mahali pa kazi. Sekta ya uhandisi pia haijasazwa huku kanuni za kujifunza kupitia kwa mashine zikisaidia kutatua dhana nyingi changamano. Mkuu wa Utumishi wa Umma Felix Koskei anawahimiza wahandisi kuzingatia matumizi ya teknolojia mpya ili kusalia na manufaa katika mazingira ya kazi yanayobadilika kila kuchao. This period of technological advancement builds on the digital revolution and is driven by advancements like artificial intelligence, robotics, And the, and the internet of things. Wakati huo huo zaidi ya vijana laki moja katika kaunti tatu za Nakuru, Wasingishu na Kisumu wanatazamiwa kunufaika na kitita cha shilingi bilioni tano kutoka mamlaka ya biashara ndogo na za kadri. Vijana hao watapewa mafunzo na kupewa mtaji wa kuanzisha biashara zao chini ya mradi wa miaka miwili unaofadhiliwa na benki ya dunia. Mkurugenzi msaidizi mamlaka hiyo, Tabitha Gisheri, anasema mradi huo utalenga zaidi vijana walio katika mazingira magumu. Hatimaye, Kenya inafaa kupanua mafunzo yake ya hoteli na kuwakaribisha wageni na sanaa ya upishi ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma hizo ndani na nje ya nchi. Ametoa changamoto kwa taasisi za masomo kuanzisha ushirikiano wa kimkakati na wahusika wa sekta hiyo ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mafunzo ya kimataifa na nafasi za nje ya taifa. The total number of, uh, hospitality trained.